Maswala haya ya uharibifu haswa kuhusu mambo ya makaa, unajua uh, usima, uh, administration or leadership or management it has changed from punitive to uh, to cohesiveness with the people so, kama serikali ninafahamu ya kwamba kuna sheria ambazo zinajaribu kurekebishwa na zingine mpya kuletwa ili kwamba tuwa, tujue ya kwamba mchomaji wa makaa ataishi vipi na tuhakisha kwamba mazingira yetu pia yako salama. Kwa hivyo, kwa mfano, kuna wakati tulikuwa katika mazungumzo pale uh, Mrima, na nikatoa pendekezo ya kwamba utafiti unaweza kufanywa. Kuna mti unapendwa sana na wakata, wakata makaa, unaitwa mngololi ule mngololi ni mti mzuri sana wa makaa na unachukua muda mfupi sana kukomaa. Ardhi kule kunako katwa makaa ipo, na hatusemi ya kwamba hiyo ardhi iwe ni ya serikali. Vile unavyopandwa mvinje, vile unavyopandwa mkashorina, vile unavyopandwa eucalyptus, hata huo unaweza kupandwa na baada ya miezi mitatu minne ukavunwa kama makaa. Kwanza sheria iwe inakubali hivyo, alafu pili kuwe kumefanywa utafiti. Tuna michungwa inafanywa utafiti, ikawa inakomaa kwa muda mrefu. Kwanini tusiwe na utafiti kama huo? Mimi najua kwamba aa, tukiangalia uwe, wale wawekezaji ambao watakuwa wanafanya uwekezaji wakishirikiana na serikali, mbona tufanye PPP kwa mabarabara tusifanye PPP katika mambo haya ya, ya misitu? Pia hilo ni swala ambalo tunaweza kulifanyia kazi, ili kwamba usiwe kwamba mwananchi ni kama ambaye ana vita na serikali. Hakuna vita, yeye anataka kuishi, na pia serikali nayo inataka kuhakikisha kwamba mazingira ya kesho yapo na pia wanapata ushuru. Kwa hivyo ni swala ambalo katika kule bungeni tutalifanyia kazi, na najua kuna sheria zile ambazo tayari watu wako katika public participation na pia tunahusika kwa pamoja, lakini siku ya leo ilikuwa muhimu sana ya kwamba wananchi na wakenya na wana, wana, wana, wana watu wote duniani wafahamu ya kwamba hii miti kweli ndiyo chanzo cha chakula chetu. Ni wakati mzuri tuhifadhi uh, mit, misitu yetu tuilinde, na tuweze kuiboresha kule ambako kuna changamoto, tuhakikisha kwamba tunaenda na tunaondoa zile changamoto, ili pia tuondoe masuala hayo ya ukame. Mwisho niseme ya kwamba tunaunga mkono uh, ile kauli ya Mheshimiwa Rais ya kwamba Kenya ni lazima tuongeze miti zaidi ya bilioni tano. Kama kiongozi hapa mashinani, mimi mwenyewe niko katika hiyo harakati ya kuunga mkono, si kwa kauli na kuzungumza tu, bali kwa matendo. Tumeweza kutafuta miti na kwa hizi mvua zinazokuja karibuni pia tumejipanga, na nimesikia hapa ndugu zetu wa forest wana miti laki tano. Mimi naomba kama wana shida ya kudistribute na kupanda, nitajitolea mimi mwenyewe naweza kuwasaidia hata kwa usafirishaji, waseme tu, either kama ni schools au ni wapi, tutawasaidia na tuende tukapande hii miti. Mimi niko tayari, tupande miti ili tuongeze uh, uh, utamu wa dunia hii. Asanteni sana.